Tume Huru ya Uchaguzi ilitangaza tarehe ishirini na tisa mwezi wa Oktoba au mwezi wa kumi mwaka huu 2025 itakuwa ni siku rasmi kwa Watanzania waliojiandikisha kupiga kura kufanya hivyo, kwenda kupiga kura kuchagua viongozi wetu kwenye nafasi ya urais wa nchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wabunge wa majimbo pamoja na madiwani. Nichukue nafasi hii kuwafahamisha wakazi wa mkoa wa Pwani kwamba serikali tumefanya maandalizi ya kutosha, tumetoa elimu ya kutosha kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na viongozi wa dini lakini pia tumeweka mazingira bora kabisa yatakayowezesha wananchi kwenda kupiga kura bila changamoto yoyote. Nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuitangaza siku ya tarehe 29 Oktoba kuwa siku ya mapumziko ili wananchi waweze kushiriki vizuri kwenda kupiga kura kuchagua viongozi wao. Suala la kupiga kura ni haki ya kikatiba, ni haki ya msingi, na inawezesha wananchi kuchagua viongozi wanaowapenda, wanaoamini kwamba watatatua changamoto zao na kuwaletea maendeleo, kulingana na jinsi vyama vya siasa mbalimbali vilivyoweza kunadi sera zao. Kwa mkoa wetu wa Pwani mazingira kama nilivyosema awali tumeweka mazingira bora kabisa. tume huyu ya uchaguzi imetangaza, mkoa wetu wa pwani una vituo elfu tatu mia tisa arobaini na moja. Kwa hiyo unaona, vituo vya kupiga kura vimewekwa jirani, ili kuweza kurahisisha wananchi kwenda kupiga kura. Niwaombe tujitokeze kwa wingi sana, kwa wote ambao tumejiandikisha kwenda kupiga kura, lakini niwahakikishie, vyombo vya dola, vyombo vya usalama venye wajibu wa kuhakikisha mkoa wetu unabaki salama vimejipanga vizuri. Hakuna mwananchi atakayebugudhiwa, hakuna mwananchi atakayetishwa, hakuna mwananchi atakayezuiwa kwenda kupiga kura. Na nitoe onyo Tumejipanga vizuri, kamati ya usalama mkoa pamoja na vyombo vyote. Tuna taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wetu, tunajua katika kila eneo nini kinaendelea, na tumejipanga vizuri sana. Kwa hiyo niombe wananchi, jitokezeni kwa wingi, kama nilivyosema, msiwe na wasiwasi wowote, nendeni mkatekeleze haki yenu ya kikatiba. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu, Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.